Maana sote tunafahamu yangeweza kutokea kwa sababu waliokuwa na dhamana ya kuyatunza hayo yasitokee, madhara yasitokee, bahati mbaya, sote tunajua kwamba hawakuchukua dhamana hiyo. Ni kwa sababu tu sisi tulio wengi, na mimi nasema, na kwa kupitia kwa dua zetu Mwenyezi Mungu katujalia, tumelipita hilo kwa salama. Kama kulikuwa na mitego tumeitegua, kama kulikuwa na kuchochewa tumekutegua, kama kulikuwa na kuchokozwa hatukuchokozeka, eh, kama kulikuwa na kusukumwa tulisimama imara. Alhamdulillah, tumelivuka hili salama, tumshukuru Mwenyezi Mungu lakini sote hili lilikuwa ni wenyewe, na tunajua yaliyopita, hata tukiyanyamaza kimya, kwa sababu yaliyotufika ni sisi, tuliyoyaona ni sisi, tunaosononeka ni sisi, tunaumia ni sisi, lakini na pia tunaofurahi eh, kwa kupata ni miongoni mwetu, vile vile ni sisi kwa sisi. Sasa tumepita kwa salama, lakini kuna moja ambalo mimi na, na, nasema Mwenyezi Mungu katupa, pengine wenyewe hatukuwa tumemwomba lakini kwa dua zetu Mwenyezi Mungu katujalia, tumelipata, na inawezekana mpaka sasa hatujatanabahi kwamba tumelipata, lakini kwangu mimi ukiniuliza, hili ni muhimu sana na niwaombe ndugu zangu Waislamu, hili tushikamane nalo na iwe ni funzo, na funzo hili iwe ni waidhi, na waidhi huu basi twende tukaufanyie kazi. Tukiufanyia kazi mimi ninaamini kwamba huko tunakokwenda hatutofika wakati wa uchaguzi tukakaa roho juu hautofika wakati wa uchaguzi tukawa tuna wasiwasi. Hautofika wakati wa uchaguzi nchi yetu ikawa ina yumba, haijulikani kutatokea nini baadaye, kwa sababu hilo linawezekana. Wenzetu tena, wasiokuwa na neema hii ambayo sisi Mwenyezi Mungu katupa ya Uislamu, wenye kitabu bora wenye mwalimu bora wa kusomesha kitabu hicho kwa kauli zake na kwa akhlaki zake. Tuna walimu bora ambao wamemrithi mwalimu wetu, wamemrithi mtume wetu, hawa wote wametufundisha. Wenzetu ambao hawakupata faida hii wameipata, wanafanya shughuli zao kama za uchaguzi kwa salama, waliokuwa hata hawana hawa, hawa akhlaki kama za kwetu sisi ndio ambao bado tuna kwenye majanga tulilolipata, na mimi naomba iwe ni waidhi wetu tulifanyie kazi. Mwaka ishirini ishirini, ndugu zangu, tulipata maafa makubwa kwa sababu ya uchaguzi, sote ni mashahidi. Lakini mwisho wa uchaguzi tukasema, na mpaka karibuni tulikuwa tukisema kwamba tulifanyiwa yale na watawala waliotoka nje ya Zanzibar, au si hivyo tulivyokuwa tukisema? Eh, tuliletewa majeshi, tuliletewa watu wakafanya visa vile, wakayafanya yale, na hata waliokuwa wamechukua dhamana ya kutuongoza nao wakisema hivyo hivyo kwamba yale hatukuhusika, wale hat, yale hatukuwemo lakini Mwenyezi Mungu kwa kupitia uchaguzi huu katuambia, katuonesha tatizo letu, na kwa kulijua tatizo, mimi ninaamini tuna nusu na robo ya suluhisho ya tatizo. Alichotuambia Mwenyezi Mungu, alichotuonesha, alichotufunulia ni kwamba hili tatizo ni lenu wenyewe. Maana waliofanya yaliyofanywa mwaka huu ni ndugu zetu wenyewe, ni wajomba zetu, ni kaka zetu, ni jirani zetu, ni ami zetu eh, ni shangazi zetu, wengine ndio waliofanya haya kwa mikono yao kwamba tumetoka salama lakini tumeingia. Yaliyotokea katika uchaguzi yanatuambia kwamba tuna tatizo kubwa sana mbele yetu, kwa sababu sasa ili tatizo liko mikononi mwetu, limo miongoni mwetu, na ni la hatari zaidi. Hatari kwa sababu linakwenda kwenye imani, yenye mizizi ya imani yetu.